Kwa upande wa Stella, upande wa Stella pia anafanya kazi vizuri, na ambao wamemsemea wame nyuma wamesema kwamba ni kweli alikuwa na kama ka uvivu ka kuchelewa. Kabla tujaenda kwa Stella labda, mm -hmm. Nimpe feedback yake Teresia, mm -hmm. Teresia kwa tabia zake, ingawaje alikuwa anasifiwa kwenye kazi, lakini kwa tabia zake tulimshusha mpaka traditional kwa sababu kazini alikokuwa alikuwa ni smart, lakini ile ya zamani, ile smati lakini ile ya zamani ile smart ya laki mbili. Kwa hiyo angekuwa ameonyesha tabia nzuri, angekuwa ni smart ya laki tatu. Ndio. Lakini kwa sababu tabia zilizoletwa zile ni tabia ambazo hata traditional hatumpi ila yeye aliomba nafasi ya kubadilika na sisi Yani, mtu anapoonyesha dhamira yeye mwenyewe kutaka kubadilika, tunaamini anaweza, kwa sababu yeah, kila binadamu ana uwezo wa kubadilika, kila mtu atoa uwezo huu. Hatuwezi kumlazimisha mtu kubadilika, yeye mwenyewe akitaka tunampa chance. Kwa hiyo hata baada ya kumpa chance hatukua tunamtarajia awe smart, yani ni chance kwamba okay, sasa arudi aanze traditional then, kama ataonyesha hizo ayo mabadiliko ya ukweli, ndio anaweza kuwa smart. Lakini ni dada mwenye potential, ya yeah. smart. Yani, kwa namna anavyofanya kazi. mm -hmm. na hizo sifa unazoziongelea hizi, mm -hmm. ni sifa za smart dada, ndio. Lakini ona tabia inavyoweza kukushusha. Ndio hiyo nilikuwa nataka uione sasa, kwamba mm -hmm. unaipoteza hela hivi hivi kwa sababu ya vitabia ambavyo ndio hivyo. Tunasema jamani, hizi tabia sio za pesa kwa sasa hivi. Yani uwezo wa kazi wa dada smart unao, tabia sasa, hayo majibu yako ya mdomoni sio, yanakuagaje? Unajua mwenyewe, hiyo ndio, hapo ndio upambane napo, kama unataka kweli na sikwambi kwa sasa hivi, yani kwa safari hii kwamba hapa utapangiwa, hapa unaweza ukapangiwa traditional, kwa sababu ya tabia, na hicho kitu kimekuangusha, lakini una uwezo wa kazi kuliko wadada wengi sana hapa ndani. Ni kweli una uwezo wa kazi, lakini tabia yako ndio imekuangusha. Kwa hiyo sijui utasali maombi gani huko ndani wa kupanga smart, sijajua. Labda naona Teresia leo anakupigia debe, sijalielewa kama ni debe au kweli umebadilika, lakini ki ukweli amebadilika, madam amebadilika. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekiona kwake Telesia pia ana uwezo wa uongozi, mtu mm. ambaye anaweza akaandika ratiba aka, aka, akaangalia eneo langu la kazi lina mahitaji moja mbili tatu mm. akaandika vitu vyake anavyovihitaji mm. Hiyo ni tabia ya uongozi, ni sifa ya uongozi, ni sifa kabisa uongozi ndio mm. anayo na hivyo ulivyosema kwamba ni mtu ambaye mnaongea maongezi mnafika, mm. anayo pia, ndio anayo, anayo. Yaani mm. mi mwenyewe nikimpa maiki najua ntakachokipata ndio nachokitaka yani. mm. ataniambia kitu ambacho kinaeleweka. mm. ana uwezo mkubwa sana wa kiakili. mm. kama hivyo kujiongoza, anaweza kufanya kazi, anaweza tabia hiyo. mm. tabia yake tutaihitaje? mm. eh hiyo tabia yake chafu tutaihitaje ile, mm. sui ni kiburi ni ujeuri vile alivyomchamba bosi wake, anamwambia una roho mbaya eh? Ulimwambiaje bosi wako, emi, tukumbushe. mm -hmm. Au tuachane na yaliyopita, tuachane naye na yajayo, yajayo. <laughs> lakini potential <laughs> e, ndio mm hiyo -hmm. Maona labda utuambie unajisikiaje we mwenyewe, unavyosikia sifa zako sasa hivi, kuna mabadiliko wanayoyaona wenzako. mm -hmm. <coughs> ah, ni kweli kwa kipindi cha nyuma tabia haikuwa nzuri kutoka kwa bosi aliyepita. Ya matokeo yani feedback yake ilikuwa tabia yangu ni mbovu. Nikaomba chansi, nikapatiwa chansi ya wiki moja, na ndani ya wiki moja ikaonekana na, naelekea, lakini bado lakini, kwa sasa hivi nimebadilika kweli. Eh, wewe mwenyewe unajisema umebadilika kweli eh? Kweli, yani nimebadilika si hata wa viongozi wenzangu pia watasema na wengine wameshasema. Kweli madamu nimebadilika, hata mi naona kuna mabadiliko, kuna vimabadiliko na naviona, sio sio uongo. hata mi naona kwamba kuna mabadiliko. Unajitahidi, lakini sasa haya mabadiliko yanatakiwa pia yawe permanent. Usije ukawa unajitahidi kutuonyesha hapa kituoni alafu uende kazini ukawararue mabosi wetu. Hapana, hapana, nimeapa hata kwa Mungu ananisikia saa hii mm. sitofanya hicho nilichokuwa nafanya mwanzo kabisa kabisa. Ndio. hmm. Sio unasema hivyo kwa sababu unaitaka? Hapana, hapana. Hata ukipelekwa traditional ni sawa kabisa. ndiyo. Toka moyoni. Ndio. hmm. Labda. <laughs> <laughs> Eh, eh, kipindi cha leo kizuri. Hii ndio kazi tunayoifanya hapa kwa kweli, kuwasaidieni. hmm. Ndio. Eh, malezi. Unajua, malezi sio tu yale uliolelewa na baba na mama eh. ni kweli. Eh, dunia pia nayo inakufundisha hmm. kwa hiyo unaweza ukawa nyumbani huko au ulipita kwenye mitaa fulani fulani, kwenye jamii fulani ukapata uka, ukaharibikiwa kitabia hizo, ukafikiri tabia ulizobeba ni nzuri mm. Eh, lakini bado kwa kuwa tungali bado tunaishi, Mungu anatukutanisha na watu kwa sababu maalum, sio bahati mbaya mmekuja hapa mimi. mm. Mwenyewe nasema sio bahati mbaya, Mungu alinipa hii huduma mm. Alafu hii huduma ikanisukuma kwenda kusoma cha Biblia. mm. Huduma ndio imenisukuma mi kwenda kusoma mambo ya Mungu. mm. Kwa hiyo sio bahati mbaya. Ina maana kweli Mungu aliona watu wanaangamia wakosa maarifa. Sasa, yeah, ndo uyachukue hayo maarifa ili uwasaidie mm. wajue ni vitu gani vinawakwamisha, kwa hiyo kwenye hizo tabia kweli, kama mwenyewe unasema hata Mungu ananiona. Maana yake ni kama unarekebisha tabia zako unaziambatanisha na tabia za Mungu, huwezi kushindwa mm. kwa sababu yeye kazi unaweza tayari kwani usipate hela Yaani kwa ujuzi wako, kwa nini usiishi maisha mazuri? Mtoto wa kike ambaye huna mizigo mingi, sijui una watoto hauna, eh, ni kipindi kizuri sana cha kujijenga. Hata wale ambao wana watoto bado hamjachelewa, bado unaweza kwa kazi hizi hizi ukajijenga na ukaishi maisha yako bila kumtegemea mtu. Sisi wasichana tumelelewa kutegemea watu. Unapomtegemea mwanaume, yani ni maisha magumu sana, ni maisha mabaya Hmm, lakini mimi nimepewa wito wa kuwasaidia kuwafungua kifikra. Msitegemee wanaume, mtegemeeni Mungu, nategemeeni nguvu zenu ambazo Mungu amewapa. Aa, wanaume akili na nguvu ndio baraka. Si bora utumie nguvu na mikono yako ambayo Mungu amesema tabariki kazi za Ta Ya yako. Mikono yako. Mm. Eh, hey, kwa hiyo ya yeah, mimi naona labda kuna kusudi kwa nini umerudi kwenye kituo chetu na hiyo tabia kama kweli utaiacha utakuwa mwanamke superwoman. Mm. Unaelewa eh? Eh. Yaani unataka kweli kuwa superwoman acha hizo Swahili Swahili. Acha hizo tabia tabia za ajabu ajabu. Yaani utakuwa really superwoman. Na sio ajabu sisi tukaja kukupa kazi za laki tano. Huyu kasema kama utani, lakini sio ajabu kweli tukaja kukupa kazi mm, za profession kama ukielewa fokasi yetu na kule tunakokwenda, na ukafanyia kazi kwa sababu kuna vingi hapa. Naona umefanyia kazi, una act kama professional, ingawaje sio. Anazo tabia madam, eh, anazo tabia yeah, za ile karatasi alokuletea asubuhi aliandika yeye. Mimi nimefanya tu kupitia, alafu nikambana nikamuuliza, nani kaandika hii? Akaniambia tumeandika na Teresia, lakini lihisi ni yeye eh, na akaitetea na akaitetea vizuri na hakuna hata kimoja na watu watu jikoni wa naweza nikawafurumusha na, na listi zao, lakini ya kwake ina mpangilio mzuri na kila kitu anakielezea vizuri, hata hizo za mabrashi kanielezea kwamba sio kwamba hazipo, zilizopo ziko hivi na hivi na hivi, si gloves, sio kwamba hamna, zile zilizopo zina hizi kwa hiyo tunahitaji na hizi, kaeleza vizuri yani kama profession. Nimwambia peleka mwenyewe, nikasema sasa, matabia ya ajabu haya ulionayo unabeba unapeleka wapi. Eh? Ni kweli, madam mi na imani pia unabadilika, usiniangushe. Wajini anajiangusha mwenyewe, kwani unafikiri hizo hela ungelipwa wewe? Analipwa yeye. Ya mtu akibeba tabia zake mbovu zikimrudisha chini, nani anapata hasara? Sio sisi wadada senta, kila siku wadada wapya wanaingia. Wewe ukienda huko ukivuruga, unafikiri unatuvurugia sisi? Bosi wako tunampa dada mwingine, maisha yanasonga mbele. Wewe ndo utakaerudi huko mtaani, si unaelewa? Kwa hiyo usije hata siku moja ukawaza unatuharibia, unajiharibia mwenyewe, kwa sababu sisi kwanza tumefanya kwa uaminifu kwa sehemu yetu. Hiki tulichokufanyia utakiwa hata utulipe hela nyingi. Elimu tulizowapa mjawapa mjazipata madarasani kwenu, mlikosoma na mlilipa pesa nyingi si ndio? lakini sisi tunakaa hapa tunawafundisha bure kabisa. Sasa ukienda kuvuruga eti kwa, ukijua kichwani kwako unaharibia wadada center, unajidanganya. Sisi ndio kwanza tunabarikiwa zaidi, kwa sababu sisi ni waaminifu kwa kile kidogo Mungu alichotupa, ila wewe umeshindwa kuwa mwaminifu unataka kuwavurugia wenzako. Ukitaka kuvurugia wenzako, unajivurugia wewe, sio sisi. Wewe ndo utakayevurugikiwa, sio sisi, hata siku moja. Au mtu yoyote ukimfanyia ubaya, mtu yoyote, unajifanyia wewe, kwa sababu tumeagizwa kwamba yale unayotaka kutendewa umtendee nani, eh. Kwa hiyo sasa wewe ukienda kumtendea mabaya, si ndo unayotaka kutendewa, eh, unajitendea wewe mwenyewe ubaya. Haya, ehe, jamani, tumalize. So, kwa upande wa Stella ni hizo changamoto ambazo anazo ndogo ndogo ambazo amesisitizwa kubadilisha yeah. Na ni kweli hata mimi naweza kumuongezea hapo kwamba ajitahidi kubadilika mm. Kwa sababu tunapoingia ndani ya hili geti, unakuja kwenye mafunzo, huwezi kwenda kwa bosi wako kabla hatuja hatujaona dhahabu yako imeng'aa tunavotaka. Sawa kabisa. Kwa hiyo msiwe mnajisikia vibaya mnavoambiwa kwamba unatakiwa kurekebisha moja mbili tatu ni kweli unatakiwa upambane urekebishe. Leo nimemwona pia amepambana kwenye kazi. Tumefanya naye kazi mwanzo mwisho. Sijamwona akilega lega. Mm. Na kwa upande wa Yusta, mimi kwa upande wa Yusta madam sina neno. Mm. Ni binti mdogo lakini anajua anachokitafuta. Mm. Anafanya kazi vizuri, anafanya kazi kwa moyo na anatia juhudi. Yuko tayari kujifunza. Okay. Na mimi walivyoniambia kwamba Yusta amesha ameshushwa kiwango kwamba aende tradition. Asubuhi nilimkuta macho yamevimba nikamwambia vipi? Amelia. Yani, hiyo kulia inaonyesha kwamba aliumia. mm. Mtu asiyejali asingefanya hivyo. Kwa hiyo mm. kulia ameonyesha kwamba ameumia, limemuumiza kwa hiyo. Sasa anasema naye kweli amekiri kwamba madam, nitafanya nini? mm. Nitabadilika. na kukubali kushuka daraja ni jambo kubwa sana pia kubwa sana, kubwa sana. Mimi naelewa nime nimemwelewa kwamba yani a, a yuko tayari kwamba ndio, niko tayari kushuka, niko tayari kujifunza, niko tayari kushuka. Amekubali pia, niko tayari kushuka. Lakini mimi kama mwalimu wake, madam mimi nilikuwa naomba hapana tena, wewe ndio utavuruga kabisa, na saa akisikia akiona, atakutimua, na wewe mwenyewe. <laughs> Yani atakutimua. Yani, wewe mwenyewe yule, yule nakwambia uongo ndio anajua yeye ndio ametengeneza hizi level mm -hmm. zamani nilikuwa na dada moja tuau mm. Hamjui hicho kitu. Eh, hey, ndio maana mm. Biblia inasema wawili ni bora kuliko mmoja. Eh, mume wangu alipokuja ndio akaja kunyosha huo mradi ameushepu. Anajua anachomwaahidi mteja ndicho anachotaka apate. Sasa sisi kwa hisia zetu kwa sababu tushatengeneza vibondi vya hapa na pale, mm. tunataka sasa kuanza eh, kuleta kiurafiki kuombeana. No. mm. Yaani mimi ninachompenda mume wangu yeye ndio maana kuna vitu vingine siingili kabisa. Akishapitisha maamuzi yake ndio hayo yanasimama. Kwa nini? Kwa sababu na mimi naweza kuleta hisia na zangu za kike mm. Si unajua si wanawake tuna hisia. Unamwonea huruma e, sijui ni nini jamani, mbona hivi yeye anasema hii level sio. mm. Kama anataka aende akajifunze mm. lakini level sio, kama tunamwambia bosi ni smart huyu, smart hajafika mm. Kwa hiyo kuna watu ambao sio sio kwamba ni traditional huyu, ila kuna vitu anahitaji avibrashi na tunaona mm. kabisa, ili aweze kuibrashi tumpe wani hiya aende, okay, kwenye mkataba huu wa level ya chini lakini bosi atakayempata huyu pia sio kwamba amepata traditional mm, amepata level ya zaidi ya nini ya eh tradition. E, lakini kwa sababu ya standadi zetu ndio inabidi aende pale, ili mm, angalau yule hey, apande kiwango, atakapokuja sasa aende sehemu ambayo anafiti. Yani ukisema ni smart kweli anafiti yeah. mm. umeelewa? yeah. Kwa sababu sisi hatutarajii pia kutumia nguvu kubwa sana kutafuta wateja. Sisi tunataka huyu yeah. akienda mahali atuletee wateja hamsini. Yeah. Yani mabosi wake ana marafiki zake ana ndugu zake, wakiingia mle ndani wakimkuta, waseme jamani, basi tuko tayari kulipa hii mishahara. kama mambo yenyewe ni haya basi mm. tunalipa ndio yeah. maana nani bosi yuko makini sana, yaani kwenye hilo eneo usimuingilie kabisa, mtagombana vibaya mno. Umeona ya? Kwa hiyo hiyo ikae hapo hapo. Umeelewa? Nimekuelewa, na nafikiri pia na nyinyi pia mmeelewa. Mmeelewa hiyo lugha ambayo ameitumia madam? Ndio. Kwa hiyo sasa hata ukienda kwenye kazi yako haitakusumbua maana, nani smart dada, ni tofauti na tradition kwa hiyo kama utakuwa umeenda kwenye hiyo nafasi haitakusumbua pia, kwa sababu wewe huko juu yes. Yaani uko juu ni, ni, ni kwamba mm, tu kuna vitu ambavyo vina vidogo vidogo, vidogo tunavyotaka vi, uviboreshe. Mm, sio kwamba eti wewe ni traditional kama sifa za traditional no, hapana. Mm, na ndio maana tunakuhakishia ukienda kwa mwaka mmoja ukirudi tunakupeleka kwa nini kuna traditional hapa, hata arudi miaka mingapi, atabaki traditional tu mm -hmm. kabisa. Si wako wengi ye? mm -hmm. anabaki tu traditional labda sasa hivi kwa sababu tumewaongezea kiwango, mshahara umeongezea, lakini level mm -hmm. yake itabakia ni hiyo pale pale traditional, hata kama umri wake ni miaka 40. Wangapi wanakuja watu wazima hapa, bado ni traditional, anapelekwa wengi. Kwa hiyo mtu kama mm -hmm. mm -hmm. wewe uki, ukiona una hiyo potential lakini unaambiwa hebu mwaka mmoja nenda traditional, kuna mm -hmm. kitu tumekiona tunataka, okay. ukakifanyie kazi after one year utarudi na mwaka unaisha. Jamani, mwaka si dakika moja tu, kufumba na kufumbua. mm. Eh, ndio hicho nilikuwa nasema kitu kinachowangusha watu ni matarajio, matarajio makubwa kuliko uwezo walionao. mm. Lakini tungekuwa tunatanguliza uwezo, sidhani kama kungekuwa kuna shida, kusingekuwa na shida kabisa. Tunatanguliza sana kutaka pesa nyingi, lakini mimi ninachotaka niwafundisheni, pesa nyingi zinaletwa na uwezo Jenga yeah. Uwezo ukiambiwa uwezo wako mdogo usikasirike, ndio. Mm. Sasa upate hamasa ya kujijenga zaidi. Mm. Tumia nyenzo yani omba, yani tumia silaha zote, kama utaingia kwenye ma YouTube kama utaingia kwenye mitandao usiende kuangalia umbea, ingia kwenye mitandao. Mm. mitanda, kujifunza vyakula vipya. Kuna dada mmoja huyo anaitwa Grace, yani yule dada hajaenda chuo physical, ule dada anasoma tu online, lakini sahivi vitu anavyovijua akiingia hapo jikoni Hmm. Akija kwenye usafi, akija kwenye malezi na ameenda vyote yani yule amekuwa tunasema professional ni kwenye eneo moja. hmm. Leila yeye kote amepiga kozi zote, amesoma ameenda, yani muda wake akipata time anaingia mtandaoni kwao, akasoma malezi, akasoma mapishi, akasoma usafi yani sasa hivi ni pro, na alikujaga hapa kama traditional dada hmm. na tulimwajiri kwa laki moja tena, sisi wenyewe hmm. eh, lakini kwa sababu tulimsaidia mbinu na nyenzo amezifanyia kazi. sasa hivi ni Professional. Kwa hiyo msiwe na expectation kubwa, matarajio Sim. makubwa ya kupata hela uh -uh. kuwa na matarajio ya kutoa huduma bora yaani, kama mimi nachokifanya hapa ni kitu ambacho Tanzania kifanyiki, kinafanyika, kinafanyika? Hapana, alafu yeye sio. kwa sababu nimekaa na nyie wachache, sisi tunatumia mitandao, wanaangalia maelfu ya watu. Wale watu hivi vitu hawajawahi kuvisikia kwa nini nafanya hivi? Ninaamua kujitofautisha mm. Nimeamua kutoa vitu bora kwenye jamii yangu. Nani anakaa na wadada wa kazi, anawafundisha maadili, anawafundisha tabia njema, anawafundisha uchapakazi? Nani watu wanatumia mahela, wanapeleka watoto wao shule, aaa, lakini shule wanaishia kupewa vyeti ambavyo anarudi navyo mtaani, hakuna anayehitaji ujuzi aliojifunza. Anaanza kupata frustration za hamna kazi. Lakini kimsingi Mungu ametuumba sisi duniani huku tuhudumiane Ukifoka kuhudumia watu hutaka useme hamna kazi. hakuna hata siku moja. kazi zipo mm. na na mm. na, naichukua kwa umuhimu kwa ubora, siichukui kama ah, wadada wa kazi ah, ah, nakaa na nyie, maona mambo nawafundisha, ni mambo makubwa, ni mambo mazito. Mambo ambayo pengine mtakiwa mfundishwe sijui wapi huko kwenye hizo taasisi zenu, kwa sababu hizi ndo tabia ndo maisha tabia za watu ndio maisha. na watu tabia hakuna sasa hivi ni mbovu. mtu mm. ukajifunza sijui ku, ku, ku, ku type kompyuta mm. sijui nini? Hapana, tabia kwanza kabla hiyo kompyuta. Haya, umeenda kujifunza kama ni kompyuta, au watu wanaohitaji kompyuta wako wapi? kama hicho kitu ulichojifunza watu hawakihitaji kina maana gani? Sasa hivi kila mtu madam anajua kutype kompyuta. Hapo sasa <laughs>